Okay, okay. Aa, sasa hili tatizo la watu kupoteza passphrase zao au maneno 24 limekuwa ni tatizo sugu sana kwa pioneers wengi. Sasa usihofu, mimi William niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza cha kufanya. Unapokuwa umetengeneza maneno yako 24, fanya kitu kimoja, bonyeza kwanza hapa kwenye copy. Kisha bonyeza Tafuta karatasi kata yako na kalamu, yaandike haya maneno yako 24 vizuri kabisa bila kukosea sehemu hata moja, kaitunze ile karatasi. Baada hapo fanya kitu kingine cha ziada, sawa. Utatoka nje ya faili lako haya, utakuja kutafuta faili lako la message, sawa. Utaandika e, message. Haya utakuja kulifungua faili lako la message, au unaweza kuandika namba yako ya simu ukaja kujitumia message. Baada ya hapo unakuja kugandamiza hapo kwa kidole sawa, unagandamiza hivi kwa kidole unabweza neno paste sawa. Haya, haya maneno 24 nataka tu yatume kwenye email sawa, nataka ni yatume kwenye email. Sasa kwa kwanza, sivi kuna watu wengine wa, ni wadukuaji wa email eh, inabidi sasa hapo ubadilishe neno angalau hata moja. Mfano hapa kwenye volume unaweza kubadilisha ukaandika neno free Halafu wewe kwenye karatasi yako ka note pembeni kwamba kuna hili neno fulani hivi nimeibadilisha nimeweka tree, sawa? Yes, inabidi ufanye hivi. Yaani kama maneno yako unayatunza kwenye email, inabidi ubadilishe neno angalau hata moja. Sawa? Ili yule mdukwaji hata akipata maneno 24 asiweze kukuibia. Hata kiajaze wewe inamwandikia invalid passphrase. E, eh, kwa sababu kuna watu wengine wamesomea IT baada ya kusema walete maendeleo kwenye nchi yetu, baada ya kusema watumie elimu zao kuwasaidia watu wenye changamoto, kwa wengine wanatumia hizo elimu zao za IT kwa ajili ya kuibia watu maskini. Yes. Kwa hiyo ndio maana nimeshauri ubadilishe neno moja. Baada hapo sasa tutakuja kusendi hii message, sawa? Haya, utaituma kama hivi, sawa? hmm. Baada hapo sasa utakuja kuigandamiza Eh, ama inaonyesha nota. Gandamiza, sawa? Kisha gandamiza, takuja kubonyeza hivi vidoti vitatu, sawa, tavigusa. Baada hapo, utakuja kubonyeza hapa kwenye neno share, sawa, utabonyeza share. Hmm. Tusubiri sasa, yes. Baada hapo, utaslide kidogo, yes. Una share kwenda wapi? Unatuma kwenye email, sawa, na tunaenda kutunza maneno 24 kwenye email, sawa? mm. Kusubiri sasa ifunguke. Yes, baada ya hapo sasa e, hii uh, sehemu hii utakuja kujaza email yako sawa. Kwa hiyo hapo utaweka email yako. Yes, hakikisha email yako una password yake, na nimeshaeleza jinsi ya kuangalia password ya email yako kwenye video zilizopita. Kwa leo, kwa jina la William, nadhani mafunzo kama haya nimekuwa nikiatoa sana. Yes, utachagua email yako kama hii hapa, sawa, utaigusa Yes, baada hapo sasa utasendi, sawa? Asante. Yes, tayari. Maneno yangu 24 tayari nimekwisha kutuma kwenye email. Kwa hata nikiataka e, nakuja tu kuitafuta Gmail yangu iko wapi, sawa? Maneno yako 24 haya huko kwenye email. Nimeshaatuma tayari. Sawa? Mhm, haya. <coughs> Okay, sawa. Tuendelee. Hata kama hapa hujayakuta, basi wewe tu njoo hapa, sawa? Hata kama hapa uyaoni, sawa? Utakuja tu hapa uh, utakuja kugusa hii sehemu ambayo imeandika sent, sawa. Uh, utagusa hapa kwenye sent. Yes, tusubie kidogo. Okay, sawa. Kama hujaona chochote, basi njoo hapa kwenye njoo hapa utafute hiyo email ambayo umeitumia, eh, au maneno 24, unait, unaitafuta ilikuwa ni. Yes, email ni hii hapa ambayo nimeitumia maneno 24, kwa hiyo nitaigusa kama hivi. Yes, ehe, eh, yes, maneno yangu haya hapa ambao nimeshatuma kwenye email kwa afungua hivi yes, maneno yangu 24 haya hapa, nimekwisha atuma huko kwenye email yangu. Sasa hata kama mtu amesoma IT kwa ajili ya kuwaibia watanzania wenzake akija hapa hawezi kuambulia chochote, maki yake kwenye maneno 24 haya kuna neno moja umelibadilisha na ni siri yako. Yes, hii ndio njia salama ya kutunza maneno yako 24. Usitegemee kuandika kwenye karatasi peke yake, kwa sababu kuna makosa akiuandishi. Watu wengi wamepoteza passphrase zao kwa kuandika hizi e, passphrase kwenye karatasi. Makota shangaa siku na ingiza zinaandika invalid, kumbe kuna herufi moja uliikosea. Umeona, ndio maana nimeshauri uweke sehemu mbili. Maneno ya kwanza uweke kwenye karatasi na mengine pia uyalete huko kwenye email, lakini huko kwenye email ubadilishe neno moja, maana huko kuna wadukuzi. Yes, basi sina la ziada. Asante kwa kunisikiza. Jina langu naitwa William. Yes, unaweza ukanipata kwenye kwenye YouTube kwa ajili ya kama nataka mafunzo kama haya Yes.